Tuna shule chakavu sana, tuna shule ya msingi Oria pamoja na hiyo ya mwangalia ni shule chakavu sana. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, mheshimiwa mbunge alikuwa anaomba hayo. Kubwa zaidi ambacho kimetuweka hapa, mheshimiwa waziri, ni barabara hii ambayo tunaitembelea, barabara ya Mabugini Kahe Chekereni, ni barabara ambayo wananchi wote walioko hapa nadhani watapata faraja na watafurahi sana kwa yale ambayo umetuletea. Katibu wa mbunge amesema yale ambayo mheshimiwa mbunge alitamani kuyasema kama angekuwepo hapa, lakini tukiri tu kwamba mbunge wenu anawasaidia sana. Inawezekana asijue sana kuongea, inawezekana sa inawezekana kabisa inawezekana mbunge wenu asijue sana kuongea, akawa ni mtendaji zaidiakmsikiliza sasa. Sasa nyinyi mnafikiri niko hapa kwa sababu gani? Hata niwaulize swali, nyinyi mnadhani niko hapa kwa sababu gani? kena simbunge kanituma, ni kweli au niondoke? Hapana, Asaataomea kwa sababu mbunge kaniomba nije. Eh, mmenisikia? Mmenielewa? Sasa eh, wakati mwingine unaweza ukawa, ukawa na mbunge asiye mjanja mjanja sana, lakini ukawa na mbunge ambaye anawasemea kero zenu na matatizo yenu. Kwa hiyo msiangalie upande mmoja tu, maanake wazee wetu hawa wamefanya kazi sana kwenye taifa hili. sana kwa hiyo endeleeni kuwa na imani na, kwa sababu nimeona ninyi ni watu wenye subira sana. Kwani barabara hii si zimedumu miaka mingi, na changamoto hizi ambayo zimeelezwa si zimedumu miaka mingi? Lakini mmeendelea kuwa na subira. Kwa hiyo endeleeni kuwa na subira na, kwa sababu tumefika hapo wenyewe, maana yake ni kwamba zile changamoto zenu tunakwenda kuzimaliza pamoja. Niendelee kuwasihi, endeleeni kuwa na subira. Serikali hii inafanya kazi kubwa sana kwa niaba yenu. Sana. Rais wetu anafanya kazi usiku na mchana kwa niaba yenu. Sana. Lakini hata hayo tunayoyafanya, wawakilishi wenu ndio wanaoyasemea ndani ya bunge na kuhangaika huku na kule kuhakikisha kwamba wameleta yale ambayo ninyi mngetamani kuyaona katika maeneo yenu. Kwa hiyo msibeze hata kidogo, msibeze, nawaambia wazi kabisa.